Habari za asubuhi? Ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kumekucha, tumeamka. Jumapili njema, tuko katika sehemu zetu za kujirai, tuko katika tawi kubwa, kijiwe cha kahawa cha mwembe Simba ya tumetulia hapa, tunachakata hapa na paleamini e, wazee jana wametoka na kuwajibu wale ambao wanamwataki wana na kueleza, wameonyesha wazi na kwamba wako upande, wamekutazama Ngungu mwenyekiti wa wanachama. Ninyi e, kama viongozi wa matawi na wanachama kwa ujumla mnalizungumziaje? Mimi binafsi, wazee nimewasikia lakini pia wazee ni watu ambao pia ni binadamu kama sisi, wana changamoto zao. Kwa hiyo inawezekana changamoto ya wazee ilikuwa ni ile kuto kuelewa kwamba sisi tunalalamika kwa Mangungu kwa stahili gani. Au tuelewa, kwa nini wangetuelewa? tunacholalamika kwa mzee Mangungu, wasingeweza kutujibu na wasingeweza kumtetea. Wangeweza tu kusema bana, tutakaa naye chini tumshauri ili afanyeje akingiuke kutokana na haya ambayo ameyafanya kwa faida ya ujumbe huu ambao mnaofikisha yeah. Labda wangepaswa kuelewa mnacholalamikia kwa muktadha wa Mangungu kabla ya kutoka kwenye vyombo vya habari na kujibu kusema ya kwamba wale wanaopiga kelele kwenye mitandao ya kijamii. Ah, binafsi mimi nataka kuambia zee, si tunachomzungumzia Mangungu kwamba aachia atuach timu yetu yeah. au atuache yeah. kwa makosa ambayo ameyafanya ambayo yanaonekana hata mtoto mdogo anayaona yeah, yeah. Makosa la kwanza ni kwenda kwenye kikao cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, na mkuu wa nchi yeah. Na kupewa taarifa na mkuu wa nchi yeah. Si ndio maana yake nakuja kukaa naye yeah. Ile ndio kosa kubwa baada ya kutoka kwa kikao kile yeah. Maana yake angekuja sasa kuita wanachama na, na washabiki yeah. Jamani ye, naombeni yeah. Ile tamko la kule ni gumu, sitaweza kulivumilia, lazima mechi itafaje? yeah. Itachezwa. Sasa cha kufanya tuingieni wapi, msituni tujipange na mechi hiyo yeah. Lakini baada ya kutoka kule, mzee Mangungu anakuja, anaandika barua kama tarehe itakuwa sio tarehe 15 hatuchezi mechi yoyote. Sasa pale mshabiki na mwanachama atachukulia nini? Kama kashazungumza mzee wetu, kashazungumza kiongozi wetu Mangungu, sasa na sisi tutakuwa ni nani? Na sisi lazima tukubali kwamba kama kaongea mzee Mangungu kwamba hatuchezi kwa kutokana na tarehe ambayo imepangwa, tarehe 25 tuingize timu, basi na sisi tukaunga mkono. Tukosawa, katawa, kaongea kiongozi wetu mpendwa, lazima na sisi ufanyeje? tuige hiyo staili na sisi, ndio mama mtaani tukawa hatuchezi tarehe, tunaongea tano, hatuchezi tarehe 25, kwa sababu tumeshapata msimamo kwa uongozi wetu. Lakini mzee Mangungu angesema hivi, bwana tunacheza tarehe hiyo, tujipangeni, yule ambaye anataka aje tuende naye tukatengeze timu, ambaye hataki akae wapi, pembeni, ingekuwa jambo jema sana. Lakini sasa hivi inaonekana Mangungu ka, ka, ka, ka, karudia matapishi yake, kaandika barua hatutacheza, si ndio? Baadaye unaonekana anacheza, na baada ya kucheza sasa amekubali kipindi ambacho

kikao cha kwenda kufanya mazoezi hajaenda vile, yeah. Vikao vitatu ambavyo hajaenda sisi, yeah. Tunajua kikanuni kwa mujibu yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. wa TFF ni faini anapigwa. Sasa tukasema kama kweli mzee Mangungu hajapeleka timu kwa kikao, hajapeleka timu mazoezini kwa kikao cha minipishing cha asubuhi, ina maana hii mechi kweli haku, lakini imefika saa sita siku ile ya tarehe 25, tunaona kwenye peji official ya Simba tunacheza. Kwa hiyo hicho si ndio tunachomlalamu nacho nani, yeah. Mangungu ndio tunamwona kwa makosa, mm. Haya basi ajiuzuru kwa makosa haya achie, na sio zambi kwa sababu ni makosa ambayo ana, hata mtoto mdogo wa darasa la saba anayaona, hata mtoto mdogo mchanga anajua hili ni kosa. Kwa hiyo unachofanya kosa, kinachofuata nini? Inabidi ukiuke au uondoke, uachie wengine endelee. Anaweza akachukua mfano kwa mwenzake Mkwabi. Mkwabi alivyoona mtumbwi mmoja unatobolewa, akaamua ukaa pembeni lakini eh, wazee eh, wanaonekana ni kama hawako upande wa Mohammed Dewji. Inaonekana ni kama kuna mgawanyiko wa baadhi ya viongozi ndani ya bodi ya Simba Sports Club, hili unalizungumziaje? kama wewe Jabiri wa Simba na hivi sasa umepoteza vikombe vyote, yani mataji yote ambayo tulikuwa tukishindania. Ah, mimi binafsi kwamba bodi bodi na mkanganyiko huo, si ndio? maanake kwa jinsi ya mazungumzo, lakini jinsi ninavyoona mwenye anayeweka mkanganyiko ni mwenyekiti wa upande wa asilimia hamsini na moja mwenyekiti wa upande wa asilimia mia moja mzee Mangungu ndio anaweka mkanganyiko wao, kwa sababu yeye ndio anaenda kupandikiza kwamba siingii kwenye bodi sifanyeje. Ni bora sasa upite hadharani uzungumze kile ambacho unaona kabisa kwamba tajiri unakizungumza kinakuwa tofauti. Ni bora wewe ukaja kuambia wanachama wako, ikawa ka sasa, mimi binafsi sitaki kuingia katika ile yango kwa Mangungu, simtaki ya, bali kwa hili ambalo amelifanya yeye, ameshinda kulilinda, ameshinda kuitetea, maana yake afanyeje? anaweza akatuacha, akiona inafaa basi atangaze kujiuzulu, akiona inafaa aendelee yeah, kushikilia mpaka pale atakapoona wanachama wa Simba wameamua kufanya lolote. Tunaendelea kumwataa ki Jabiri yeah. E, yapi maandalizi yenu kuhakikisha kuwa mnongoa mwiba huu ambao umesimika mizizi kwenye viunga vya Msimbazi, kwa maana kwamba nadai yuko kwa shi sheria na kanuni ambazo zimeweka pale, yeye amechaguliwa na wanachama na si tu wapiga kelele katika mitandao ya kijamii. Wanaweza wakasema Mangungu toka na akatoka kama hivi ambavyo mnazungumza atoke? Ni hatua zipi ambazo mmezichukua ninyi kama wanachama binafsi? Kwa Mangungu anachokizungumza anajua, kwa sababu mashabiki wa Simba wengi wana digirii tafauti na mashabiki wa Yanga ambao ni darasa la saba, sababu watu wa darasa la saba huwa wanakuupuka. Unakumbuka kuna mwaka mmoja Yanga washaenda kuweka kuweka mambo ya ajabu ajabu kwenye, kwenye, kwenye chumba cha nani kwa mwenyekiti wao man, nchunga kipindi kile, lakini yeah. Sisi hatuko hivyo yeah. na aa anajua kwamba Simba ni wastarabu na ustaarabu wetu ndio yeah. anashuka kutetea, anautetea vibaya, anaufanyia kazi vibaya. Angeufanyia kazi vizuri, tukaweza yeah. kufanyaje, tukaweza kumuona kwamba anafaa. Lakini sasa, kwa ujumbe mimi naueleza kwamba wanasimba wenzetu, au yeah. washabiki wasimba, na wanachama wote yeah. tuimbe wimbo mmoja kwa kumwomba mzee wetu inatosha. Kwa hiki ambacho amekifanyia, tofauti nishi sio kufungwa na Yanga, nishi ni kwamba umeenda kucheza mechi ambayo yeah. umekuupuka, umekubali. siku moja kabla angeenda kucheza mechi ile tarehe 13 kikao kimefanyika tarehe 13 angeambiwa na chama mechi ipo, basi yote ingekuwepo. Yani mimi binafsi hata kama tungeshinda ningeendelea kuzungumza kwamba mzee Mangungu yeah. katuchezea karata tatu ambayo yeah. haistahili katika mpira wa miguu. unajua hapa yeah. Tuondoke tu, tu katika zile engo ambazo zinaenda yeah, katika kulaumu tu kwamba hajiuzuru, mm, tuende katika zile sababu ambazo tunazitamka ndio watu watakao wazisome. Watu wengi sana hawasomi zile sababu, wanasoma ile neno moja, kama Mangungu ajiuzulu. Hapana, angalia sababu ambazo tunamzungumzia. Mangungu atuache ikiwezekana. Sababu sio lazima kujiuzulu, ni utashi wa wanachama, ni utashi wa kiongozi. Akiona kama inafaa kuzozana na viongozi wa wanachama wa Simba yeah, endelee kuepo, lakini akiona kuna makosa akayafanya basi akingiuke, ajiuzulu ndio ustaarabu, kwa sababu kuna mwenzake pale alishafanya hivyo, ameona kwa sababu Simba sasa anakoelekea sio, lakini pia kuna historia mbaya ambayo anaiweka tayari ame mara tano mfulizo yeah. Yanga anamfunga kwa kutokuwa na utashi wa kuweza kujipanga wa kuweza kushikilia jambo jema. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, washabiki wa Simba na wanachama, tusikilizane wote na tuelewane. Tunachokiongea sio kama tunaongea kwa sifa kwa kwa tupate hela au tunaongea kwamba kwa hatumtaki Mangungu au anapoenda kwenye engo ya kumtaja bilionea, bilionea kazi yake ashafanya ya kazi ya bilionea ni kuwekeza katika klabu ya Simba, kashafanya. Angetuambia bwana bilioni ishirini hajaweka bwana baadhi ya huduma mbalimbali za kutoa fedha hafanyi yeah, kidogo tungemwelewa, na angekuja kutuambia katika sehemu, lakini ukiangalia Mo Dewji ni mwanachama wa klabu ya Simba yeah. Mo Dewji anaipenda Simba kuliko hata mimi hapa, ameilisi Jabiri, tumejaribu kumsikiliza eh, mjumbe wa kamati ya katiba ya Simba amezungumza ya kwamba zigo eh, hili ambalo anatupiwa muktazama Mangungu pindi ambapo timu inafanya vizuri inapongezwa bodi kwa ujumla ikiwemo yeah. na mwekezaji Mo Dewji yeah, lakini Simba inapokwenda na kufanya vibaya, wanamwataki wanamwataki mkutazama Mangungu pekee. Zigo hili lilipaswa kustahili kupelekewa viongozi wote kwa ujumla, kama ambavyo wanavyofanya vizuri, wanapongezwa kwa pamoja. Kwanza mwandishi, ya, maswali yenu mengine haya inabidi muulizane hata nywe wenyewe. yeah. kwani Simba imefanya vibaya msimu huu? Yaani anayekuambia Simba imefa vibaya msimu huu. Huyu atakuwa ni mnafiki wa mpira miguu. Unapopata matokeo mabovu. Matokeo mabovu sio kitu ambacho kinasashisha. Inategemea yeah. Na ndio maana kiongozi akifariki wa nchi mkubwa yeah. lazima yapelekwe kwa ajili ya kuangaliwa kafa kwa sababu gani. Lakini ukifariki mimi Jabiri ninakuzikwa tu. Yeah. Kwa nini? Sababu kisha kuwa kiongozi maana yake kuna vitu ambavyo vinatakiwa ufanyaje? Uwe chini na uwe na stamina ya kuzungumza yeah. Usiwe mtu wa kujiachia. Kwa hiyo tofauti ya, ya Simba ambao tunaongea tunazungumza kutokana na nini? Na utendaji ambao unaendelea ndani ya Simba unaonekana utendaji sio mzuri katika yale makubaliano ya Simba nguvu moja. Ile sera ya Simba nguvu moja inaonekana, viongozi wa Simba, kiwapo mtazama Mangungu, hawataki kwenda nayo, hawataki kuienzi, wanaichanganya, wanaivuruga ili watu wasielewe. Lakini ukiangalia ile Simba nguvu moja hatuchezi, hatuingizi timu. Maana yake ndio maana tusingecheza. Tunacheza, tunawaambiana, tuna tunacheza kwa sababu Simba ni timu ya mpira, tafauti na Yanga. Yanga. Yanga sio timu ya mpira, Simba ni timu ya mpira. Timu ya mpira kama inaenda kufanya jambo lake la mpira, si unaachia kwenye peji ya ofisi ya Simba na hususan asichoelewa mzee Mangungu, sisi wana Simba wengi tunafuatilia sana peji ya Simba, tunaifuatilia sana kwa sababu ndio tunapata uhakika wa jambo. Mnapoweka kitu mle, tunakiona tunakisoma na tunakisafiri tunakifanyia kazi na sisi lakini, wao wanahisi kwamba tunapoongea haya, basi hatuingii katika peji ya Simba. Simba ameachia tunacheza siku ya tarehe 25, saa 6, na ndio anaachia, wasigeachia ile tarehe 13, ile walivyoitwa bungeni si ndio maana yake, walivyoitwa katika kikao kile. Baada ya kutoka pale, angesema Wanasimba sisi sio kama Yanga. Yanga nchi hii imetuzidi katika utendaji wa utawala wa nchi. Sisi ni watu wa mpira, Yanga sio timu ya mpira. Kwa hiyo cha kufanya kwa kauli hii kwa staili hii tarehe ishirini na yeah, tano tunafanyaje? Tunacheza, nina imani tungejipanga, hata kama ni mimi hapa ningeenda kutia ubani kila mwanachama yeah, mshabiki wangetia ubani tungetia ubani yeah, ili kuibariki simba yetu iende yeah, katika mechi ya kucheza na mtani. Unajua Tanzania wanashinda kuelewa tu yeah, unapocheza mechi ya Simba na Yanga yeah, ni sawasawa umecheza si ndio manake yeah, nchi na nchi Simba na Yanga ni watu ambao wamekamata hatamu za watu. Simba na Yanga ni watu ambao wamesha wa, wa, wa, waingiza washabiki na wanachama katika mioyo yao, tuone kama mmoja ya dini zetu yari, lakini kumbe ni kitu cha cha kawaida. Kwa hiyo tunaomba utoe neno eh, la mwisho kwa mashabiki wa Simba juu ya haya ambayo mnayalingania hivi sasa. Asante. Neno kwa washabiki wa Simba na wanachama hmm. Tuendelee kuwa na ile Simba yetu nguvu moja, tusiipoteze sera tuli yetu tuliyokuwa nayo, ambayo imewekwa na wazee wetu na waasisi wetu enzi na enzi mpaka sasa hivi. Simba nguvu moja iendelee kusimama katika mioyo yetu sisi, ndani ya mioyo. Tusiangalie masilahi ya kuweza kuipoteza sera hii. Tukiipoteza sera hii, tukikiuka sera hii, maana yake tutakuwa tunaifanya na ndio maana mpaka leo nasema mzee wangu Muntaza Mangungu na mheshimu yeah, hii sera kataka kuididimiza. Sasa kama anataka kuididimiza sisi wanachama na washabiki tunaiona inadidimizwa na kiongozi mmoja ambaye ni mtu mmoja yeah, basi tuamke kwa ajili ya kuitetea sera ya nguvu moja iendelee kutawala, iwe bodji iwe muntaza Mangungu, yeah, iwe bodi ya wakurugenzi yeah, wakiiteketeza msera hii yeah, twende tukakemee, tusikubali kabisa sababu hii sera imekuja katika sehemu ambazo tunaitaka na imekuja kipindi ambacho tuwe tunafaa vibaya, tunafaa vizuri, hii sera tuwe nao. Kwa hiyo washabiki wa Simba na wanachama wa Simba, tuwastarabu kuelekea jambo hili kulifanyia kazi, tulifanyia kazi kwa vitendo, tusiwe watu wa kuongeongea, na hakuna kuteteana wala kukandamizana. Wote ni wana Simba na wote ni washabiki wa Simba. Uwe nani uwe nani, itahidi kutetea sera ya Simba nguvu moja. Asante sana.